Asubuhi ya tarehe 15 Novemba 2025, Sheikh Jamaluddin Osman kutoka nchini Kenya amefanya ziara rasmi katika makao makuu ya Kiislamu nchini Burundi. Katika mapokezi ya heshima na furaha, alilakiwa na naibu mufti pamoja na kadhi mkuu Sheikh Ally Khamis ambaye pia ni kiongozi wa baraza kuu la mashekhe nchini Burundi. Ziara hiyo ilijaa mapenzi na mshikamano ambapo Sheikh Jamaluddin alipewa zawadi mbalimbali mbali kama ishara ya heshima na mapokezi mema. Hii ni ziara nyeathari na alama ya kuamsha ari mpya kushirikiana kwa ajili ya dini tukufu ya Uislamu. Mimi naitu Ibrahim Ramadhan na hii ni Bambara TV wahada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.